Ni kwangu Busokelo kule tunapata mvua mwaka mzima takribani miezi kumi mpaka kumi na e, moja, kwa miezi miwili tu ndio tunakuwa hatuna mvua. Sasa ukipeleka nguzo za kawaida ambazo ni za mbao tafsiri yake zinaoza haraka, kwa hiyo tunatamani sana maeneo haya na maeneo mengine yote owevu katika nchi hii ya Tanzania wasambaze miundombinu ya nguzo za zege. Najua TANESCO ameshaanza kufanya kazi hii, lakini waongeze kasi kubwa zaidi. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, hapa katikati, pamoja na kazi kubwa iliyofanywa Kiteto, tumekuwa na shida ya umeme, sio kwa katika, ni kukatika katika katika katika katika kwa muda mrefu sana hapa, inayounguzia wananchi vifaa vyao, ilileta kero sana kubwa hapa. Hata niliwahi kumpigia Mheshimiwa Naibu Waziri na, na mkurugenzi wa REA kuelezea hili jambo. Najua kazi iliyokuwa inaendelea ilikuwa ni kufanya mifumo hii ya zamani irekebishwe, tunaelewa kabisa lakini, kwa kweli sasa, shida nyingine kubwa ya Kiteto sisi tunapata umeme line moja tu kutoka huku Dodoma. Ikikatika sehemu moja, miji yote ya Kiteto hakuna umeme. Kwa hiyo Mheshimiwa naibu waziri mkuu, tukizungumza na wataalamu, kama mtajenga switching station hapa kwa majirani zetu na mtambo wa kupoza unaotoka Kilindi na tukawa na laini nyingi za Kiteto, mtatusaidia sana, na naambiwa ni pesa ndogo tu karibu bilioni tatu, sijui mkitusaidia hilo Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, angalau mtafanya wananchi wa Kiteto sio batani moja tu ikikatika, basi wilaya nzima inakosa umeme kwa sababu ya laini moja, ili ndani ya miaka mitatu minne tuhakikisha kwamba kila kitongoji kina umeme, ili kila mmoja sasa ashiriki kutumia umeme, lakini vile vile ashiriki kujenga uchumi wa nchi hiyo lakini jingine ambalo nilitaka kulisema hapa ni habari ya gesi asiri ya asilia CNG. Tunahitaji sana CNG mkakati yetu tunaonekana kabisa, tulikuwa na vituo viwili 2021 sasa tuna vituo tisa, lakini vituo tisa havitoshi. Mimi na jirani yangu hapa tulikwenda Dar es Salaam.